Mahakama moja katika mji wa mashariki wa Wenzu China imewahukumu kifo wanafamilia 11 wa familia ya Ming waliokuwa maarufu kwa kuendesha mitandao ya ulaghai na uhalifu mpakani mwa Myanmar. Hukumu hiyo iliyotangazwa Jumatatu na kituo cha taifa cha televisheni CCTV inakuja baada ya uchunguzi wa kina kuhusu uhalifu mkubwa wa kikundi hicho. Kwa jumla, wanafamilia 39 wa Ming wamehukumiwa kwa makosa ya uhalifu wa mpangilio, ikiwemo ulaghai wa mawasiliano, uendeshaji wa kamari haramu, biashara ya dawa za kulevya na ukahaba. Mbali na wanafamilia 11 waliopata hukumu ya kifo, wengine watano wamehukumiwa kifo kwa kusubiri miaka miwili, 11 wamepewa kifungo cha maisha na waliobaki wamefungwa kati ya miaka mitano na 24. Kwa mujibu wa mahakama, familia ya Ming tangu mwaka 2015 ilishirikiana na makundi mengine kugeuza mji mdogo waliwakai katika jimbo la Shan, Myanmar, kwa kitovu cha ulaghai, dawa za kulevya na kamari na kujipatia mapato ya zaidi ya yuan bilioni kumi, takriban dola bilioni moja nukta nne. Sehemu kubwa ya fedha hizo zilitokana na vituo vya ulaghai vilivyokuwa vinawashikilia kwa lazima maelfu ya wafanyakazi, wengi wao wa China, walilazimishwa kufanya ulaghai mtandaoni dhidi ya watu duniani kote. Familia ya Ming ilihusishwa pia na mauaji ya baadhi ya wafanyakazi wa vituo vya ulagai ikiwemo tukio la kuwapiga risasi wafanyakazi waliokuwa wakijaribu kutoroka kurejea China. Mji wa Laukai uliokuwa mwanzo kitovu cha kamari kwa wageni kutoka China uligeuka baadaye kuwa maficha ya uhalifu mkubwa uliotajwa na Umoja wa Mataifa kama scamdemic kutokana na idadi kubwa ya wahanga. Shinikizo kutoka Beijing ndilo lilosababisha Myanmar kukamata wanafamilia hao mnamo mwaka 2023 na kuwakabidhi kwa China. Asheki wa familia hiyo Ming Shonchang, anaripotiwa kujiua kabla ya kukamatwa. Baadhi ya wanafamilia wameshatubu hadharani. Kwa hukumu hii, Beijing inatuma ujumbe mkali kwamba haitavumilia mitandao ya ulaghai mpakani mwake. Shinikizo la China pia limeifanya Thailand kuanza kuvunja vituo vya ulaghai vilivyoko mipakani mwao mapema mwaka huu. Hata hivyo, wachambuzi wanasema sehemu kubwa ya biashara hiyo sasa imehamia Kambodia, huku ikiendelea kuwepo Myanmar.